Ni ujenzi wa daraja lenye upana wa mita 15 na urefu wa mita 26.7 na barabara unganishi zake zenye urefu wa mita 500 ya upande wa kulia na kushoto ambazo zitakuwa zinapitisha magari mawili. Kataba ulituhitaji si tumalize tarehe 28 mwezi wa kwanza, na mpaka sasa hivi daraja lenyewe kwanza limeisha tarehe 4 mwezi wa kwanza kabla ya ile ahadi nilivyosema, kabla ya ile ahadi ya, ya, ya, ya mkurugenzi wa kampuni umeona. Kwa maana hiyo basi bado tuko kwenye ule muda, yaani tuna muda mzuri tu mpaka tarehe ishirini na nane hiyo. Mpaka sasa hivi unavyoona maendeleo kwamba watu wanaweza wakapita kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ila tu ni kwamba tupo tumelikabidhi kwenye uangalizi wa nani wa TANROADS. Kwa hiyo sisi bado tupo kwenye, kwenye ule muda wa, wa, wa mkataba o bado hatujapitiliza wala hata hatujaongeza. Sasa hivi tuko hatua ya mwisho kabisa, kwa maana ya kupita hapa inawezekana kupita kabisa bila shida, maana sisi tunamalizia lami upande wa huku, lakini sasa sisi tumelikabidhi kwenye wahusika wenyewe wa mradi TANROADS. Wao sasa ndo wanaweza wakaplani, wakaona sasa kama wanaweza wakuruhusu. Yani lipo kwenye uangalizi sasa wa TANROADS ili waweze kuruhusu na kuandaa mpango wa kupitisha magari ha. Yani, ubora wa daraja hili kwanza, kina ambacho kimetumika kuchimba kuifikia ile foundation, yani tunaita ule msingi, ni kikubwa sana ukilinganisha na madaraja mengine. Umeona, yani uliposimama hapo, si tumeenda zaidi ya mita tisa chini ndio tukaifikia ile, ile hali ya ugumuugumu ugumu, ambapo sasa ule ugumu ndo tunaruhusiwa sasa daraja kukaa. Umeona mwanzoni tulichima mita, mita sita ikawa bado hatujafikia lile tabaka gumu, kwa hiyo tukaenda zaidi tena mita nne chini ndo tukaenda kulipata lile tabaka gumu, kwa hiyo na uhakika kabisa kwa kina tulichoenda na procedures zilizotumika zinaashiria zina kabisa daraja limetengenezwa kwa ubora na liko salama kwa matumizi. Kwa jina naitwa Shabani Abdalla Maila a, ni mkazi wa Mkuyuni. Tunaishukuru serikali kwa kutuondolea hii kero. Hapa Mkuyuni kulikuwa na kero kubwa sana ya daraja hili, mvua ikinyesha hapa hapapitiki. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukiangalia maendeleo haya kwa kweli serikali ni ya kuipongeza kwelikweli, imefanya kazi kubwa kwelikweli. Eh, kwa hiyo kero ya Mkuyuni sasa hivi imeisha. Tunaishukuru sana serikali kwa kwa hiki tunamshukuru mm-hmm sana mkandarasi kwa kitendo hiki cha kuweka taa barabarani, hizi taa zinafanya wananchi wanafanya shughuli zao muda wote, na hapa zamani kulikuwa na giza. Hata kama ukiwa unaenda hapo hospitali ya Butimba kulikuwa na kagiza fulani hivi. Kwa hiyo sasa hivi utakuwa na mwanga muda wowote, watu wanapita na wanafanya biashara zao vizuri. Mkandarasi kafanya kazi yake vizuri, tunamshukuru sana mkandarasi kwa hiki alichokifanya. Kaonyesha uaminifu mkubwa sana kwenye hela za serikali. Kwa majina anaitwa Jansten, mkazi wa Mkuyuni. Kwa kweli tunamshukuru Mungu mkandarasi kutujengea hili daraja. Kwa kweli, si wananchi wa Mkuyuni tulikuwa tunapata shida sana kufuatia hili daraja, kipindi daraja lijajengwa daraja ili da, namshukuru na Mungu, hata yule mkandarasi kwa kweli amejitahidi sana, kwa sababu mimi naona ni vijana tu wa Tanzania, si watu tofauti, maake tulikuwa tunategemea labda wachina ndio watengeneze daraja lakini na anga ni vijana wetu wapo pa Mkuyuni, wengine wanajenga daraja hili. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, na kwa kweli hata tupata kipindi cha nyuma ilikuwa hata kubwa sana, yani yani tuko tunabebwa, yani tunabebwa migongoni tunavuka, tunavuka daraja. Lakini sasa hivi ili daraja kweli, kwa kweli imetusaidia mambo makubwa mno. Mkuyuni imekuwa ni karibu, mvua zikinyesha yani tunawaza tuendaje Mkuyuni. Lakini sasa hivi hata mvua mvua zinyesha namna gani, tutapita kwenye kwenye hili daraja. Kwa FM kutoka Dar es Salaam.